Watazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu, kipindi ambacho kinaeleza fursa nyingi za ajira zilizopo katika sekta ya kilimo. Wiki hii tunaendelea na sehemu ya pili ya kipindi hiki, tukiwa bado tupo wilayani Liwale. Tunaendelea kuangalia na kujifunza njia bora ya kilimo cha korosho. Wiki iliyopita tulipata fursa ya kuzungumza na mkuu wa wilaya Sara Chiwamba, ambaye alitueleza kwamba korosho ndio zao kuu linalolipatia halmashauri yake mapato zaidi ya mazao mengine kama vile ufuta. Sasa nasi bado tumepiga kambi wilayani Liwale, tunatembelea mashamba mbali mbali ili kukujulisha wewe mtazamaji kwamba kilimo ni ajira tosha, ama kwa msemo wa siku hizi kilimo kinalipa. Tupo shambani kwa mzee Evaristi Malima, tukiwa bado tuna dadisi namna alivyofanikiwa kutunza shamba lake la mikorosho. Tulimsikia wiki iliyopita akitueleza vizuri namna alivyotunza shamba lake na kupata mavuno mazuri, lakini leo anatueleza changamoto anazokutana nazo katika kilimo hicho cha korosho. Kwenye zao la korosho bwana, ni kwanza, ni zao zuri, zao zuri, sisi ambao tumelikutia tu kubwani kilinganisha na mazao, sisi kwetu kule tunalima pamba sasa, changamoto za pamba uwezo kalinganisha na changamoto za korosho Korosho anaweza mtu akawacha tu kama ilivyo hivi, kama polini mle analiacha, lakini mwisho wa siku anapata hela, anakwenda tu anaku, anachungulia chungulia mle anaku kilo 20 anaenda kupata hela, lakini sio kama mazao mwengine. Changamoto za korosho mm, kubwa niseme Ie si, nianzie kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye utaalamu wenyewe kwa sababu hili ishi zao la korosho ni kama zao la asili. E, wenzetu wataalamu awapei attention sana kuwawezesha wakulima waweze kupata ABC za kutosha kuhusu zao hili. Watu tu wanajiendea kienyeji tu, lakini kwa kweli inatakiwa kabisa wenzetu hawa mabwana shamba wahakikishe kabisa kwamba watembelee hawa wakulima, watembelee hawa wakulima hmm? Waone changamoto walizo nazo mwingine kuna magonjwa kama nilivyosema, magonjwa ambayo nime experience mimi ni hayo. Lakini akija bwana shamba hapa anaweza akasema, bwana mtu wako usio mzuri una hiki na hiki na hiki na hiki, hivyo vitu havifanyiki. Eh, hiyo mo, changamoto moja wapo kwamba wakulima wanajiendea tu. Eh, bado wataalamu hawajawawezesha vya kutosha kuijua korosho na matatizo yake bado kabisa. Hiyo mimi nahakikisha bado mm. Hiyo hiyo ni changamoto moja. Ya pili ni kwenye masoko. Soko nalo pamoja na kwamba serikali inajitahidi sana, lakini bado eh, soko lake linaleta tabu. Mwaka huu tushukuru, kwa mfano mwaka huu tushukuru kwamba bei imekuwa nzuri baada ya kupunguza punguza eh, viashiria vifu tofauti tofauti ambavyo vilikuwa maybe vinasababisha kuchelewa kwa kupungua kwa bei, lakini sasa mt, mt, mt, mtiririko ule wa mauzo na malipo imekuwa ni tatizo tatizo, na hii imesababisha watu, kuna vitu wanaita masoko yasiyo rasmi haya ya, wanaita kangomba. Kwa hiyo unajua kangomba inakuja pale mtu anapotaka fedha, wakati mazao anayo lakini pa kupata fedha imediati hana ndio anajitokeza mtu wa katikati, anajifanya anamsaidia yule kukwamua tatizo lake, kumbe anamwibia. Sasa hilo limedhibitiwa kwenye siku za awali zile za msimu, lakini muda ulivyokuwa unakwenda na changamoto zinaongezeka za upatikanaji wa malipo kwa wakati, mwisho imefika mahali mahari sasa hata ile kitu imekuwa sasa ni kwa, imeonekana kama ule ni msaada zaidi kwa wakulima kuliko hiki ambacho serikali imekifanya, unaona. Lakini kama mfumo ume ungekuwa umeandaliwa vizuri, watu wanatenda na wanalipa na immediate, fedha zinafika kwa wakulima, hii isingekuwa changamoto. Lakini sasa hivi ni changamoto kwa sababu I don't know mfumo wa ulipaji kwa hawa wanaotenda Wana, wanaotenda hizi nani, hizi hii binadamu wanakuaje? Kwa sababu kama mtu amekuja kununua korosho alafu analipa kwa wakati anaotaka au halipi tu, eh? Eh, inaleta tatizo kidogo, yani haieleweki, ni kwa nini huyu mtu amenunua hizi korosho wakati ulipaji au kama yeye analipa ni nani anachelewesha katikati hapo? Hilo mkulima hajui kasi kwa sababu hajui kinachochelewesha pale, anaamua sasa kuchukua hatua mbadala ambayo ndio hiyo kukuuza kwa ngango basi whatever, au kuchukia tu kwamba mfumo huu haufai. Lakini mimi binafsi naona mfumo huu unafaa sana, sipokuwa tu ni hizo changamoto za upatikanaji wa fedha kwa wakati, kwa kirekebishwa hapo, wakulima watakuwa na imani kabisa na mfumo huu. Ni mfumo mzuri sana unatoa e, una faida kubwa sana kwa mkulima na hata kwa serikali kuweza kudhibiti na kujua e, kiasi gani kime, kimeuzwa na kiasi gani kimelipiwa na malipo yalikuwa kiasi gani. Tamwe, mfumo mzuri sana mtazamaji. Sasa tunaelekea kijiji cha Liwale B kitongoji cha Naipako. Hapa tumekuja kuonana na mkulima wa zao la korosho Musa Omari Mkoyage. Ndugu Mkoyage alianza kulima zao la korosho zaidi ya miaka ishirini iliyopita. Alianza kwa heka moja na nusu na sasa anamiliki shamba la zaidi ya heka sabini zamaji na kudokeza tu, ndugu Mkoyage ni mmoja kati ya wakulima wakubwa na amepata mafanikio makubwa kutokana na kilimo hicho. Msimu huu amevuna zaidi ya tani 21 za korosho na amefanikiwa kupata zaidi ya shilingi milioni 50 kama nilivyosema, kilimo kinalipa. Tumsikilize namna ya kuupanda mkorosho baada ya kuzipata mbegu. Kuna aina mbili za kupanda mkorosho, aina ya kwanza ni, ni korosho yenyewe kuweka kwenye shina kwenye sehemu ambayo unahitaji uwepo mkorosho, na aina ya pili ni ya kutengeneza kitalu cha korosho, na baadaye unabeba mche unakwenda kupanda kwenye sehemu ambayo unaikusudia una. Kwa hiyo katika shamba hili namna zote mbili nimetumia. Kuna mbegu ambazo niliziatika na nikazipanda, lakini kuna mbegu ambazo nimepanda kwenye shimo shimo lenyewe, mkorosho ukishaupanda, ili uweze kufikia kuvuna una, unaanza kuvuna mwaka wa tatu. unaweza kupata kama korosho tano, sita au robo kilo, lakini kadiri unavyokwenda na, na hali ya mazao ya korosho yanaongezeka. Mkorosho wa miaka mitatu unaweza kupata nusu kilo, lakini unafikia mitano unaweza kupata kilo tano na mikorosho kama hii yenye miaka kumi na tano na kama hii yenye miaka ishirini na tano inaweza ikatoa korosho hadi kilo thelathini hadi arobaini na hii inatoa mikorosho kilo ishirini 20 hadi 30 nategemea na, na mkorosho una eneo una eneo gani. Kwa mwaka huu nimepata korosho kama tani ishirini na moja ambazo zimetokana kama gunia mia mbili na arobaini na kutokana na hali mzuri ya soko, kwa hiyo nimepata zaidi ya milioni hamsini hadi sasa, na bado malipo kidogo kidogo za korosho za nyuma naendelea kupata kwa sababu kadri tunavyokusanya ndio tunavyopeleka kwenye kwenye gulio. Mashamba mengi ya wilaya Liwale yana miti ya mikorosho ya zamani wengi wanaita mikorosho ya asili ambayo hata uzaaji wake wa korosho umepungua sana. Halmashauri ya wilaya ya Liwale kupitia ofisi yake ya bwana kilimo na umwagiliaji imejiwekea utaratibu wa kugawa mbegu na miche bora ya mikorosho kwa wakulima ili waweze kubadili mikorosho yao ya zamani na kupanda mikorosho mipya ambayo itakuwa na mavuno mazuri zaidi. Mustafa Sadiki Magembe anaeleza jinsi anavyofanya kazi ya kutoa elimu kwa wakulima ili waweze kupata mavuno zaidi. Eh, lakini changamoto nyingine pia ni, ni, ni, ni uelewa wa wananchi kwamba hivi hivi afisa ugani yuko pale, kazi yake ni nini? Ninamtumieje ili aweze kuni, kunisaidia kuni, kwa sababu sasa hivi hawa maafisa ugani hawa ni, ni wachache sana, na ukiangalia hata kwenye kijiji, ukienda kwenye setup ya kijiji au ya kata, utakuta kata inakuta ina, ina, ina, ina, ina, ina watu labda la elfu tatu kwa maana labda nguvu kazi inaofanya kazi labda elfu moja na kitu plus yeah lakini sera ile inasema afisa ugani mmoja ana uwezo wa kuwahudumia watu mia saba lakini pale tayari wako zaidi ya, ya elfu moja elfu mbili wanaohitaji wanao capable for doing agriculture. Sasa huyu bwana afisa ugani tunazungumzia kwamba anatakiwa awafikie wakulima wote hao, anawafikieje? Anawafikieje? Kwa hiyo sasa unakuta kinachotakiwa pale yeye mkulima mwenyewe anatakiwa awe na initiative za kusema ninahitaji msaada wa hudumu wa afisa ugani akanisaidia kitu fulani. Kwa hiyo atoke yeye amfuate afisa ugani ofisini kwake. Kwa, kwa kwa kwa kwa maana ya hali halisi ya sasa hivi inabidi mkulima naye mwenye, mwenyewe afunguke, ajue nahitaji huduma ya ugani, niende ofisini pale ofisi ya kata, ofisi ya kijiji nikatoe taarifa, kate tarifa mimi bwana na shida moja mbili tatu, kwa hiyo naomba msaada wako. Basi yule kwa nafasi yake kwa wingi wenu atajua mzee fulani shamba lake liko sehemu fulani. Basi, bwana, twende au kesho tuonane saa fulani, twende nikaone shamba lile, nikushauri nini cha kufanya lakini hiyo nao ni changamoto, yaani matumizi ya hawa maafisa ugani kwa wakulima bado hawaelewi, hata kama tuna tunawekea mashamba darasa maki sasa hivi pia tunatumia mbinu ya kutoa elimu kwa kutumia mashamba darasa. Shamba Darasa ni shamba ambalo linaandaliwa maalum kwa ajili ya kutoa elimu kwa vitendo kwa wakulima, na lile shamba kunakuwa na siku maalum za kuailika wakulima wengine, sasa ndio wapate fursa ya kuja pale kujifunza jambo fulani, kama ni siku ya kupanda. Kwa mfano, shamba la mikorosho limechimbwa mashimo, wanakuja pale, wanachimba mashimo kwa viwango ambavyo unatakiwa chini ya usao gani. Kwa hiyo, heka moja inachimbwa pale, wanachimba wote mashimo 25 wanaona, aha, kumbe shimo la korosho kwenye heka moja linachimbwa hivi kwa kiwango hiki na idadi yake ni haya, na korosho yenyewe inapandwa hivi kwa sababu unaweza ukageuza hata korosho. Sasa hivi kama sio mtaalamu nikupa korosho, ile mbegu ya korosho ipande, unaweza ukageuza chini ikawa juu kama hukuelekezwa akili. Lakini kama umeelekezwa, anaelekezwa bwana, una mche ile mbegu unaiona hivi huku juu kuna, kuna kialama fulani, basi mbegu yako hii ndio inatakiwa ikae juu, isimame hivi na juu ya udongo pa, pa, pa, pa, pa kae nchi mbili, usifukie zaidi ya hapo utakuwa umezika, hiyo na vitu kama hivyo kwa hiyo wanaelekezwa pale wanaondoka, tunategemea kwamba wale waliofika pale wataenda kutumia elimu ile kwenye mashamba yao. Na siku nyingine tena, siku tena labda ya kusema leo tunataka tupande mazao mengine hapa kwa ajili ya kutumia nafasi ya hizi za mikorosho inayokaa wazi, tutapanda kunde hapa, wanaalikwa pale, namna waje waone kwamba kumbe shamba la mkorosho sio tu mkorosho, unaweza ukapanda kunde. Alafu kwa nini tunapanda kunde? Wanaelekezwa pale, wanajua ah, bwana kweli tukapande na sisi kunde kule. wanaondoka wanaona, wanapanda kunde. Siku ingine unawaalika kwa ajili ya kuja kufanya jambo lingine, labda kuna eh, kuna kuna palizi, unawaalika wanakuja. Kwa hiyo tunakwenda kuhakikisha kwamba zile zile kanuni, kanuni za kilimo zile, kila hatua katika wa mzunguko wa mwaka ule wanakuja kushiriki kuziona kwa vitendo kwenye shamba darasa. Mtazamaji, baada ya kutembelea vijiji na mashamba mbalimbali mbali, kuona ukulima wa korosho tukaona bora turudi mjini kupumzika kidogo huku tukipanga kwenda kuona mashamba mengine ya korosho, maana Liwale ni korosho na mikorosho kila sehemu, lakini tukaona bora tufike kwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Liwale. Anasema bei ya korosho imekuwa ikiimarika na kumnufaisha mkulima tokea serikali imeamua kusimamia uuzaji wa zao la korosho. Mfumo wa stakabadhi ghalani ambao unasimamiwa na serikali ya wilaya umeimarisha na kukuza bei ya korosho katika mnada. Mfumo huu umefanya kila mkulima kufurahia kazi yake ya kilimo cha zao la korosho. Zao la korosho ni zao la biashara katika halmashauri ya wilaya ya Liwale, na ndio zao kuu ambalo wakulima wanalitegemea kwa ajili ya kupata kipato, na zao hili kwa mkulima mmoja mmoja limetusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Ukiangalia wilaya ya Liwale ya mwaka elfu mbili, sio wilaya ya Liwale ya kipindi hichi, lakini maendeleo haya yote yanatokana na zao hili la korosho. Wakulima walikuwa wanafanya sana kilimo cha korosho na wanapata tija. Kwa hiyo katika zao ambalo tunalitegemea kwenye wilaya yetu kibiashara ni zao la korosho ambalo linatusaidia kupata tija kwa wakulima mmoja mmoja, lakini pia wanakufanya maendeleo yao kupeleka watoto shule, gharama za matibabu, ujenzi wa nyumba bora na za kisasa fedha hizo zote tunazipata kutokana na zawili la korosho kwa mfano ukichukua msimu wa mwaka elfu mbili kumi na tano kumi na sita bei ya korosho ilikuwa karibia, mkulima alipata shilingi elfu mbili mia moja na hamsini lakini kwa mwaka huu elfu mbili kumi na sita kumi na saba bei ya korosho imekuwa imepanda. Wako wakulima wamelipwa shilingi elfu tatu mia saba na kumi. Wako wakulima wamelipwa bei ya chini kabisa shilingi elfu mbili na mia sita. Sasa utakuta ni tofauti kubwa ambayo imepatikana kwa uzoefu namna unavyoonekana, na tunaweza tukasema tangu zao limeanza la korosho, yani msimu wa elfu mbili kumi na sita kumi na saba ndio msimu pekee ambao umeonyesha una matunda mazuri na kila mmoja amekuwa akifurahia hizo bei. Serikali imeamua kusimamia zao la korosho. Mfano, wakati ule kulikuwa na makato mengi sana yalikuwa yanamfuata mkulima, lakini kipindi hichi makato mengi yamepunguzwa, yamebaki ya yale tu ya msingi ambayo huwezi kuyaondoa. Sasa kwa kufanya hivi na usimamizi wa karibu sana ndio umepelekea soko la korosho limekuwa limepanda, na kusema ukweli, kila mkulima saizi anafurahia hali halisi ya bei ya korosho na ninaamini yale mashamba hayo yalikuwa hayaendelezwi kipindi hichi yatakuwa yanaendelezwa. Mwanzoni kulikuwa hakuna bei nzuri ya korosho, tajiri akitoka nakuja anapanga kadili vile anavyoona yeye inafaa kwa hata ule usimamizi ulikuwa sio mzuri, lakini kwa mfumo wa stakabadhi ghalani, ambao wenyewe kwanza unakuwa na bei elekezi, alafu baada ya hapo sasa kuna kuwa wewe una ushindani wa kwenye minada. Sasa ndio umepelekea ili soko kuwa nzuri, sasa utakuta tuna faida ambayo tunaipata kutokana na mfumo wa stakabadhi ghalani, tofauti na kipindi kile cha nyuma. Uzoefu mimi unanipa, kwa sababu naamini mkulima, nimeona kwa mfano miaka ile ya 97 eh, kushuka chini, korosho zilikuwa zinanunuliwa mpaka shilingi 480. Unaona, na matajiri walishindana sana. Mwaka 99 ilionekana bei ilipanda kufikia shilingi 750, lakini tofauti na hapo korosho zikashuka. Kwa mfano 99 zilikuwa shilingi 750, mwaka 2000 zimeuzwa korosho shilingi 350. Kwa hiyo utakuta yaani ule usimamizi wa wa, wa, wa, wa bei ulikuwa haupo, lakini kwa mfumo wa stakabadhi galani hakuna mtu anashuka chini ya beidira ile ambayo imewekwa. Kwanza tuna wito wangu kwa wakulima, jambo la kwanza tunatakiwa tukubaliane na matokeo kwamba sasa mikorosho yetu ile ya zamani imezeeka, iko haja ya makusudi kuhakikisha tunabadilisha na kupanda mbegu mpya ambazo zenyewe zinatolewa sana na wenzetu wanaliendele na sisi kama halmashauri, huwa tunazalisha mbegu kila mwaka na tunawatangazia wananchi kuja kuchukua. Sasa nawaomba sana wananchi wakishachukua zile ile michi ya mikorosho, basi wakifika waipande, badala ya mwingine anaweza kuchukua michi, akifika anaiacha inakauka, inakuwa kama tunapata hasara yeye, yeah, anapata hasara, lakini pia halmashauri tunapata hasara. Na mimi naamini kama tutapanda miche mipya na mbegu bora za kisasa Un uzalishaji utaongezeka zaidi, na tukiongeza uzalishaji mwananchi atapata kipato kile cha juu, tofauti na hali halisi ya sasa hivi, mtazamaji. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa sehemu ya pili ya kipindi hiki. Wiki ijayo tutaendelea tukiwa bado tuko wilayani Liwale. Asanteni.